na mtu mzima Simba yani Diamond ambapo yeye anasema kwamba Zuchu ndo kiboko ya wote. E bana, hii ni story ya moto kweli kweli. Utaenda kufahamu yale ambayo jamaa ameweza kuelezea, lakini pia na shout out kwako kama tayari umeweza kusubscribe, na leo na kusogezea story ambayo imeweza kunifanya mwenyewe nikashawishika kuisogeza. Inamhusu mtu mzima Diamond na wanawake kumi ambao waliwahi kutoka naye kwenye mahusiano ama waliwahi kuhusishwa kutoka naye kwenye mahusiano. Hii ni content ambayo nimekutana nayo TikTok, na nikasema ni ya kusogeza kwa sababu kuna mengi ambayo utaweza kujifunza kama shabiki wa Diamond. Ni niambie wewe, ni miongoni mwa warembo gani ambao ulikuwa unawakubali au kapo gani ya Mondi ambao ulikuwa unaikubali kina Manoma? So, mengi ambayo yanamhusu Zuchu yanaweza kawa hata kwenye mahusiano yako ambayo this time eh, yanaweza yakawa useful kwa namna moja ama nyingine, au sio bana? lakini business behind the story. Agoba the name Stefano Temu from Tanzania. Shout out kwako kama tayari umeweza kusubscribe. Hichi ni kitu kikubwa sana. Tunafahamu vizuri safari ya Diamond, ni vile ambavyo imekuwa ikiweza kushawishi watu wengi sana kwa upambanaji wake, lakini pia the way ambavyo drama zake za kwenye mahusiano huyu jamaa amekuja kitofauti sana kwenye game. Ni game changer, kuanzia ngoma yake anaenda ya kumwambia amekuja nayo, ambayo ilikuwa ni hit song ya kwanza ambayo iliweza kumfanya wengi tukamkubali. Sababu ama reason ambayo ilikuwa behind the scene, inasemekana kwamba ni mrembo wake ambayo alikuwa naye akamwacha, kwa hiyo akaamua kumwandikia ngoma, na end of the day, jamaa kawa mega superstar. Lakini pia kuna warembo kibao ambao waliwahi kuweza kuhusishwa kwamba waliwahi kutoka na mtu mzima Diamond, na wakatrendi kinoma noma, kuna Penny lakini pia kidoti. Lakini pia trending kubwa kabisa iliwahi kuwa gumzo sana hapa Afrika Mashariki na Afrika nzima ilikuwa ni Wema Sepetu, na kama hiyo haitoshi basi tukaweza kuja kuona baadaye Zari boss lady akawa ndo miongoni mwa watu ambao wali take over kinomanoma Diamond akapata watoto wawili Tifa pamoja na Nilan, ikawa ni bonge moja la story worldwide na vitu kama hivyo, sio bwana. Na mengi akatokea sana. Nakumbuka kuna interview moja ambayo ilifanyikaga pale klausi. Diamond alisema yuko tayari kutembea kwa miguu ama kwa magoti kutokea Bongo mpaka South Africa kwa ajili ya Zari. Lakini mbali na hayo yote, tukaja kuona kuna Tanasha Dona aliingia hapa katikati, akawa moja ya kapo ambayo ilikuwa viral kinoma noma, wakapata mtoto pia Nasibu Junior. So this time again, mbali na scandals za like, kina Fantana kwenye Young Rich and Famous Africans Zile scandals ama video Vixen na vitu vingine vingi ambavyo vinaendelea kuhusiana na maisha ya superstar Diamond. Eh bana, tumeweza kuona Zuchu ndo mama la mama. This time Zuchu ni miongoni mwa warembo ambao wana trend kama mke wa Diamond, lakini pia msanii. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo nimeweza kuona vimeorozeshwa, ikionekana kama huu ndo utofauti wake na wanawake wengine wote ambao wamewahi kuwa kwenye mahusiano na Diamond. Yani, hivi ndo vigezo masifu ambazo Zuchu kawazidi wote, au sio bana? Tumeweza kuona masuala ya ndoa ni kitu kizuri sana, lakini pia mbali na hiyo, Zuchu anafanya biashara na Diamond. Hii ni moja ya reason ambayo jamaa anaelezea, anasema kwamba Diamond licha ya kwamba ni mpenzi wake na Zuchu, basi wanafanya biashara pamoja, kwa hiyo hii inafanya bondi yao iweze kuwa ngumu kuweza kuvunjika. Kwa hiyo ni watu ambao wanakuwa karibu sana kwa sababu wanafanya biashara, lakini pia ni wapenzi na mbali na hiyo nimeweza kuona anasema, uvumilivu, moja ya sifa kubwa sana ambayo anasema ya Zuchu ambayo ameweza kuwazidi hawa wanawake wengine, basi Zuchu ni mvumilivu kinoma noma, yaani kwamba ameweza kumvumilia Diamond kwenye makosa ambayo wengine hawakutegemea kwamba angeza kumvumilia kwa namna moja ama nyingine, au sio bwana? Lakini pia kingine, wanasema Zuchu bado ni mdogo, yaani <laughs> kumpa na age za hao wengine ambao waliwahi kudeti na mtu mzima Mondi, kama walikuwa naweza kulingana umri ama walikuwa na karibiana miaka, ila Zuchu bado ni mdogo yaki. Kwa hiyo mapenzi yake kwa jamaa inawezekana ni ya kweli, lakini pia huyu jamaa anasema Zuchu anamkubali sana Mondi. Yani mbali na kwamba ni mpenzi wake, ni mtu ambaye anamkubali kama shabiki yake, yani anampenda, ni ile kindakindaki, sijui nisemaje, yani ni mtu ambaye alikuwa anamkubali before the end of the day yuko naye pamoja. Lakini pia kingine wanasema dini hawa jamaa wameweza kupendana kwa sababu wako pamoja kwenye masuala ya dini, yaani ni watu ambao wanaswali pamoja, wanafunga pamoja. Kuna picha ambazo amezeka hapa za Diamond pamoja na Zuchu wakiwa wanaonekana wako pamoja. Kingine ni ndoa, unambua Zuchu basi ndo mwanamke pekee ambaye ameweza kumfanya Monde akaweza kumpa pete ama kumvalisha pete ya ndoa, yaani kumfanya mke wake. Kwa hiyo unaambiwa hivi ndo vitu ambavyo huyu jamaa amemention kwamba Zuchu ameweza kuwapiga chini hawa ma ex wote, ama, ama walowahi kuwa kwenye mahusiano na mtu mzima Diamond Platnumz. Kwa seli hii hapa eh bwana, ni moja ya content ambayo nimekutana nao TikTok, nikasema niisogeze, kwa sababu ina maana fulani kubwa sana ukiangalia kuuhalisia wa maisha hivi. Eh, vigezo kama kigezo cha uvumilivu ni moja ya kitu kikubwa sana ambacho mrembo wowote akiwa nacho namkamata muuni wote. Ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iloko chini ya video yako. Kisha, bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.